Viongozi wa madhehebu ya Kikristo wamejulisha malalamiko yao baada ya kukutana na rais huyo wa zamani wa DRC kama anavyojulisha hapa, Askofu Joel Amurani, mmoja wa viongozi wa madhehebu ya Kikristo mkoani Kivu Kaskazini. Rais Kabila ali, ali, alitualika sisi, tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kuwa ambaye tunaesifu sisi wote, muda wa miaka kumi na minane, hiyo hiyo hekima hiyo hiyo ujuzi e, moyo ambaye alitumikisha, ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi. Viongozi hao wameongeza kuwa Joseph Kabila aliwajulisha kuwa ni kwa lengo la kusikiliza mahitaji ya raia ndipo aliwasili jijini Goma, na kwa hayo baadhi ya raia wa Goma wamejulisha pia vile vyote vyenye viko vanaeleza siyaona faida yangu, mekenye menatafuta mu vile vyote kenye kitatuletea amani sisi wa Kongomani. Kabila ameingia muvitu mbaya sana, vyenye havifurahishi raia. Tunaomba amani, kwani vita imetutatiza, wanamke wamebakwa, wababa wameuawa, watoto vilevile vile. Tunaomba amani. Karibu sana, tunashukuru. Na yetu ni mali ya batu kutoka shirika la raia ya Kivu Kaskazini amejulisha kuwa ni mapema mno kwa Joseph Kabila kutembelea Kivu Kaskazini wakati akishutumiwa na serikali ya DRC kuunga mkono waasi. Kama seneta wa Congo kwangu, nawaza ni mapema zaidi kulipitia e, tendo hilo, kwani tuna changamoto kubwa. Joseph Kabila ametembelea mkoa wa Kivu Kaskazini siku chache tu baada ya serikali ya Kinsha kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa. Chube Ngorombi, Goma, Erefi Kiswahili.